Taarifa kutoka ya kwamba tumepewa ndege ya bure na serikali e chini ya Rais Mama Samia. Baadaye Simba Sports Club tukatoa na sisi utaratibu wetu, ambapo kila ambaye anahitaji kusafiri anapaswa kulipa dola elfu moja mia mbili kwa ajili ya kuweza kusafiri kwenda kwenda kwenda kwenda Morocco. Wapo watu wanaohoji kama ndege ni ya bure kwa nini mwatoze watu dola elfu moja mia mbili? Maswali yao ni ya msingi sana, na majibu ni kama ifuatavyo: dola elfu moja mia mbili ambayo utaitoa haihusiani na nauli hata senti moja. Kila mtu atapanda ndege hiyo bure, lakini lazima atoe dola elfu moja mia mbili. Elfu moja mia mbili utakaoitoa sio nauli ndege tumepewa bure. Elfu moja mia mbili inakava vitu mbalimbali ambavyo sisi kama taasisi tumesema tuvifanyie kazi ili kuepusha aina yeyote ya usumbufu ambao utajitokeza tutakapofika kule Moroko. Ndugu zanguni, tunakoenda ni mbali, Moroko ni kwa watu, Moroko ni lazima sisi ambao tutakuwa responsible na Watanzania wote ambao watakwenda Moroko lazima tujipange na kujidhatiti sawasawa. Kwa mantiki hiyo basi, Simba tumeratibu zoezi zima la malazi kwa watu ambao watasafiri na timu kutoka Dar es Salaam kwenda Casablanca Moroko, kwa muda wote wa siku nne. Hivyo basi dola elfu moja na mia mbili utakayotoa inakwenda kukava sehemu ya kwanza ya malazi Ndola, na tunapozungumzia Casablanca siyo Dar es Salaam ambako unaweza kupata hoteli ya elfu ishirini. Tunapozungumzia Casablanca, nazungumzia moja kati ya majiji expensive vibaya mno kuishi Casablanca. Ukikaa hivi una, una, unaiona una, una, una, una Spain ile pale, too close. Kwa hiyo maisha ni ghali mno Casablanca, na ndio maana tukasema wacha sisi tuchukue jukumu hilo la kuwatafutia malazi watu ambao tutasafiri nao, lakini hela utakayotoa dola elfu moja mia mbili itakava mipango mizima ya usafiri kwa siku zote nne utakazokuwepo pale Moroko. Hela utakayotoa itahusiana vilevile na bima ya afya ambayo unatakiwa ukate kabla ya kwenda Moroko yote hayo na mengine mengi ndiyo ambayo yamepelekea hiyo fedha kufika dola elfu moja.